Na mheshimiwa gavana, labda pengine kufikia sasa hivi, kulingana nawe, chini ya utawala wako, tukianza na awamu ya kwanza, kabla uondoke kidogo, na kisha ukarejea tena, labda pengine kuna utofauti wowote unasaona, unasaangalia Kapenguria uone sasa, imeshikana na sehemu zingine za Kenya. Ukiingia hapa, kila mtu ambaye mgeni anakuja hapa anasema, leo ai, kumbe hii ni West Pokot. West Pokot is developed even than even areas ambayo ilikuwa imeanza kuona mwanga mbeleni. Ustaarabu inakuja, watu wanaanza kujenga manyumba mazuri ya mawe, watu wanaanza kufanya kilimo, watu wanaanza kujifunza biashara vizuri na mambo mengi. Ukienda kila karibu sehemu kuna sasa sanati ama, ama dispensary ama health facility karibu kila mahali sasa. Hata nafikiri karibu sasa tupite ile lengo ya World Health Organization kwamba baada ya kilomita tano kuwe na health facility ukienda kila mahali. Juzi nimekuwa zaidi za asubuhi nilianzisha, ukienda Soka juzi, barabara imeingia huko Soka na ni kwa hiyo tamu ya mbili, na nimeweka hospitali huko, wewe unaweza kujionea. Unaenda town yetu. Kuna street lights usiku, ukienda makutano na town zingine, hizo si vitu ya kuchukulia tu kwamba imekuja tu kwa mzaa hivi hmm. Ni mambo ya ugatuzi. Kwa hivyo mimi lengo yangu kubwa ya kuwa gavana ama kuijingizaasa ni kuibadilisha sura ya West Pokot na kuleta maendeleo na kuitimiza zile lengo, sababu zetu wakipikania uhuru kwamba Kenya hii ibadilike na Kenya hii tuipunguze mambo ya ujinga tuip, uh, tuipunguze maugonjwa na tuimalize umaskini. Na labda pengine, Mheshimiwa, kuna mirengo kisi ya kisiasa ambayo imeboniwa katika kaunti hii kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na mirengo hii, Benson? Wachana mambo ya siasa, siasa ya Kenya ni vile unaona mm -hmm. Siasa ya juu, siasa ya kaunti zinachemka katika nje, uh, namna yake mm -hmm. Labda ni, ni hali ya mabadiliko, tunasema mambo ya revolution ya siasa ya Kenya mm -hmm. Itafika wakati itastabilize. Sasa hapa wezi pakuwa tunakuta watu wameanza vikundi, lakini mimi hiyo hainitishi, kwa sababu hainivuti, kwa sababu mimi nafanya kazi yangu, niko nafanya kazi yangu, kwa sababu mimi najua kile mimi nilihitaji, nilitaka, nilitaka kufanyia wananchi. Mimi nilipeana manifesto, nikasema nitafanya hivi. Kama saa hii tumekuwa tukiongea na waziri wangu kwa mambo ya, ya biashara na kujenga masoko. Kwa mfano tu katika manifesto yangu ukiona, tunasema tutajenga masoko tumeshirikiana zingine na, na, na, na, na serikali kuu ingine pesa ya kaunti. Kama vile ukienda marichi sasa, kuna soko kubwa, nafikiri itakuwa soko kubwa sana zaidi ya milioni mia moja inajengwa hiyo, kaunivest yangu kwa hivyo. Hakuna kitu hizi vikundi unasema ya kisiasa imeweza kunivuta mimi. Na labda pengine mheshimiwa Kachapin, labda kipindi chako cha kuhudumu kama gavana kikielekea kukamilika Kunawezekana ukavutiwa na upande wote. Mimi nimekuwa sasa siasa tangu 2012 nikaanza wakati nilijitoa katika siasa na nikachaguliwa 2013, mimi ni gavana, nimekuwa gavana mara mbili, hakuna mwingine ameyai kuwa gavana mara mbili West Pokot. Kwa hivyo siasa hii hakuna yeyote ambaye itanivuta, ni vile tu niliambia hawa, tuachane siasa ya mapema, vikundi vyote ile wewe umesema kuna vikundi, nimeambia hawa 2027 ni ni mbali bado, mwaka huu tumeanza 2025, bado miezi karibu tisa ndio mwaka ishe, tutaanza 2026. Mwaka mzima mwezi kumi na mbili bado ni full. Unaona hiyo siku si kidogo na wewe si jua ya 2027. Waje tuingie 2027, eh, siku hiyo ndio Mungu tutajua, tumefika sehemu hiyo tumefika wakati huo, na mimi sijali muyandaka kunivuta kusema mimi niko na mimi, hiyo ni haki yake ya kufanya Wapo baadhi ya wanasiasa ambao wanajaribu kukuvuta upande wao, kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Labda Mheshimiwa Gavana, ni ushawishi gani ambao unao unaowavutia kwako? Of course, mimi kama gavana ambaye amekuwa mara mbili, kila mtu angetaka kuji, kujipendekeza kwangu, kwa sababu anajua mimi niko na ushawishi. Wewe siku gavana mara mbili na ukose ushawishi hata kidogo? Mimi niko na ushawishi ambaye hawa vikundi wanajua wakikuwa karibu na mimi watafaidika. Mheshimiwa, eh, kidogo tu, kumekuwa na visa kadhaa vya matumizi mabaya ya fedha ambavyo vimehusishwa awali na serikali yako. Ni nini unafanya kuhakikisha kwamba unaacha sifa njema nyuma wakati ukiondoka? Mpaka kwa sasa katika awamu ya kungu ya kwanza hata hii awamu naweza kusema tumejaribu kuepukana na mambo ambayo inaselete uh, shida kwangu hata na wale tunafanya kazi na, tumesema tufanye kazi. Tukisema tunachimba maji iwe maji hiyo inachimbwa. Tukisema hiyo barabara, hiyo barabara ifanye. Kwa hivyo tumejiepusha na mambo ya ufisadi. Tuko tunapea tunapea nanga basari, kwa mfano basari kwa wanafunzi. Hakuna cheti hata mmoja kimeayaweza kukosa pesa. Kumaanisha pesa ile tumetenga inafanya kazi ile tumefanya. Na hiyo ndio nimeambia watu yangu kwamba mimi katika rekodi yangu, nikiwa mwalimu, lazima kazi ile tumelenga tufanye. Na mi nashukuru kwa sababu vitengo vyote vya kuchunguza kama kuna ufisadi tumepea hawa wazee wa kuja watotembee, na wametembea wamesema kazi wanaiona, na hiyo ndio mzuri kwa sababu hakuna uh, haja ya ujihusishe upeene projects ambaye ni ghost ama zile asiko na uchukue pesa hiyo, itakuwa ni laana. Na nimesema wale wanafanya kazi na mimi, ukijihusisha na mwenyewe na hiyo itakuwa ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu nimeambia kula pesa ya kuchimba maji na hakuna maji yenyewe, na mimi siwezi fanya hivyo, so mwenye atajihusisha hivyo ni shauri yake. Na bila shaka, asante sana mheshimiwa gavana kwa muda wako, na katika kutamatisha tu, swali la utani tu, wewe ushabikie timu gani katika ligi kuu ya Uingereza. Wacha nikwambie kitu moja Benson. Kwanza mimi ni ni mwenyekiti kwa mambo ya michezo na pia mambo ya utamaduni na mambo ya vijana. Kwa hivyo mimi kwanza napenda mchezo kwa, kwa ujumla. Mimi mwenyewe nilikuwa na, na, nacheza mpira namba uh, saba nikiwa shule na namba mbili vile unaniona hivi. Uh, michezo hii za indoor games, mimi ni mchezaji mzuri sana wa chess. Mimi pia ni mchezaji mzuri wa scrabble ma table, uh, ba, wano, the pool table na michezo zingine. Lakini mimi sana si, si shabiki sana katika michezo sa, sa uroba. I, mimi ni yule mtu unaweza sema ningependa sana michezo sa nchini sinawiri sina, uh, sina tunasema mimi ndile tunaita afrocentric person si eurocentric. Euro, wale wanapenda mimi ni Manchester, mimi ni Arsenal, mimi ni nini, hawa ni eurocentric minded people yes, na hiyo haitajenga Afrika kwa sababu tukuna teams kama hapa kuna teams zinafanya vizuri, kuna za Karaz, kuna za Chewe, kuna Kamaro, kuna kuna teams mingi mzuri. Tukiwa na mind kwamba kila jioni tunaenda kutazama mpira saa nje tunashabikia mbira za nje. Kenya hii haitakuwa na team. Mind, mind you, we have never presented a team to World Cup ever since the creation of this earth. Kumaanisha, hatujipendi wenyewe, eh, lakini mimi nikiona mbira entertaining saa hiyo ndio mi naamua hii, mi naunga hii timu. Lakini sana sana saa ngine nakuanga na, na bias kidogo naipenda uh, Arsenal <laughs>